Hatua tano ambazo wajasiriamali huwa tunazipitia. Nataka tujichunguze mimi na wewe, wapi tupo, tumefika wapi, tumekwama wapi, au tunakwamia wapi? Na sasa tusipoteze muda, tuna mambo mengi ya kuja. Please subscribe kwanza, yes. Haya, tuendelee sasa. Eh, yani kisha ni ujumbe uliopo hapa ndani, yani unakuzama, yani, unakuzama mpaka kwenye mifupa yani. Ukimaliza eh, okay, kuangalia content, mimi nakwambia kabisa wewe hutobaki yule yule Uh, utakuwa tofauti. Okay, karibu sana karibu sana tukio. Leo tunaangazia hatua ya tano, hatua ya tano katika uh, hatua zetu zile, safari yetu ya ujasiriamali. Leo tunaangalia hatua ya tano. Okay, sema kwenye video ya kwanza kabisa tuliangazia uh, matumaini bila uelewa, na kwenye video ya pili pia tumeangazia hofu yenye uelewa. Uh, video ya tatu tumeangazia bonde la kukata tamaa na video ya nne tumeangazia matumaini bila uelewa. Sasa leo tunaangazia mafanikio, tunaangazia achievement, ndio bwana. E, tumesema kwamba kwenye hatua tano biashara ina flow, wateja e, wanaingia wanachukua mzigo, wanatoka kama ulifungua duka lako e, bana duka lule mjomba linauza sana e, maanake e, e, e, e, yani, e, e, ni kwamba sasa shughuli ime vitu vimewaka, unauza kwa faida, changamoto nyingi umefanikiwa kuzitatua. Sasa imefikia sehemu kwamba na wewe unauza kwa faida, vision imepanuka. Kwanza maza na nataka nianze, au ulikuwa mlima kidogo mzee, labda ulianza na na kiloboeka e, anza na kiloboeka. Sasa mzee unataka kudabo Eh uh, unataka ku triple eh uh, unataka ku quadruple eh uh, unataka kuweka mara nne, kutoka uh, kwenye robo yako unataka kuweka mara nne, kutoka mara mbili. Maana yake sasa mambo yamekaa sawa. Tukirudi kwa tukirudi kule kwenye kwenye mfano haya, tukirudi kwenye mfano kilimo cha nyanya eh uh, tukirudi kwenye mfano wetu kwenye kilimo cha nyanya, tunasema bwana huyu bwana Ha, apata contact farming eh, ndo maendeleo ya kwenye kilimo, kwamba sasa umelima mara ya kwanza, umelima mara ya pili eh, umetafuta soko, inaonekana kwamba wewe ni supplier mzuri mwaminifu, watu wanakupa mkataba mm. Unajituma, unajua kuproduce, watu wanakupa mkataba kwamba mkataba maana yake nini? Kwamba mnaingia mkataba kwamba utakuwa unalima, alafu mtu anakuja kuchukua na kuna mikataba mingine mizuri tu, watu wanakupa sehemu ya gharama, sehemu ya gharama yani, gharama ambayo utaingia kule shambani watu, watu wanakusaidia, hmm. wengine huwa wana wanapelekea ku kuadi value. Uh, value addition kuongeza thamani. Ah, unaongeza unaongeza thamani kwenye mazao yako. Kwa mfano kwenye nyanya, mtu anaweza kuona hapana, mimi silimi nyanya alafu niuze nyanya. Mimi nalima nyanya, natengeneza jamu, natengeneza chili sosi. Japokuwa bado ya wakulima wengi sana huwa hatujafikia kwenye mawazo hayo. Mtu anataka tu alime, avune, achukue kesha aweke mfukoni Umeelewa? Lakini tunaweza tukafikiria hivyo kwamba bwana, badala ya kuvuna alafu kaanza kuangaika kutafuta kutafuta, kutafuta soko, kumbe unaweza ukavuna ukatengeneza chili sosi zako ukauza chili sosi ambao kwanza utauza kwa bei kubwa kidogo kuliko kuuza nyanya peke yake shambani, na vilevile utakuwa huangaiki kwa sababu sasa, shida ya nyanya ni kwamba zikiiva lazima ziuzwe, zitawezi kuchelewa miezi mbili au miezi mitatu zikasubiri soko likae vizuri, lakini ukiweka chili sauce unaweza ukahifadhi kuuza mwaka ujao. Yani, kwa una stock eh, una stock ambayo ina thamani, unaweza ukauza uko mbele, hmm. Hapa tunaona expansion na expansion huwa inakuwa across the board. Maana yake ni kwamba maisha yanabadilika mazima ayo. ulikuwa na nyumba ya wasiwasi, mtu tunaona anaanza kuweka nyumba tofali, aliyepo amewezeka ame sijui. Kuna wakulima wengine ni wachanga kabisa, ni wadogo kabisa yani mtu alikopa anaweka kwenye nyumba ambayo haina hiyo ardhi, matokeo yake ni kwamba tunaona anafanya mabadiliko eh, mzee watu anano, waa, ngoja nivute chombo cha usafiri, ngoja niboreshe hapa, ngoja niboreshe hapa. Na unajua kwenye mafanikio, kwa mfano kwa, uh, kwenye shughuli ya, ya kilimo na tunaposema kwamba sasa umefanikiwa eh, ume, unajua ukulima maanake sasa ile project inakuwa ni endelevu eh, kwamba lima mwaka huu, lima msimu huu, mwakani tena tunategemea kwamba utalima sasa. Ndio inakuwa ndio shughuli yako ya kukuingizia, ya kukuingizia kipato eh, unaweza ukaamua kwamba okay, na nafanya kilimo kwa mwaka, labda ndani ya ndani ya mwaka labda na, nafanya na, navuna mara tatu, alafu pesa nitakuwa ikusanya, basi hiyo pesa inakwenda na, na, nachomeka kwenye miradi mingine. Kufanikiwa sio <laughs> fanikiwa sio yale mambo ambayo tuna mambo mengi mambo ambayo sisi tunayafahamu, alabda tuseme shughuli hii ya kilimo ya kilimo cha nyanya hiyo eh? Ni, ni kama vile mtu ambaye anacheza kamari. Yaani unakuwa kama tu mcheza kamari yeyote ule, hichi tulichokifanya hapa, au kwa mtindo huu ambao umeufanya, au kwa, kwa, kwa mtiririko huu, maanake sasa wewe umetengeneza eh, eh, kitega uchumi chako hapa. Sasa umetengeneza kitega uchumi chako sawa eh, kabisa na mtu ambaye anapokea mshahara ofisini, sawa kabisa na mtu ambaye ana duka mjini. Sio, bwana, kwa sababu wewe unajua kabisa kwamba bwana, mimi naingia mwezi wa, wa, wa kumi labda au wa tisa mimi naingia shambani mwezi au naingia eh, okay, tuseme labda unajua kabisa kwamba mimi mwezi wa kumi navuna. Kwa hiyo navuna mwezi wa kumi, unavuna mwezi wa kumi na moja na unavuna mwezi wa kumi na mbili Hii miezi mitatu unajua kabisa kwamba bwana, mimi nikiingia shambani navuna miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu ya kuvuna, una roll kila kitu chako, umeclose business, umeelewa? Kwa hiyo unapiga hela zako unapiga. Yani hapa hapa ndo tunasema kwamba huyu bwana huyu ametengeneza kini, ametengeneza ametengeneza system ya, ya uzalishaji eh. Sio sasa wewe umekwenda sijui unapiga hela sasa sijui uaga inakwaje, ukisikia u... <laughs> mtu anasema ha, hapo utapiga hela huo um, sio ujasiriamali hiyo. Ni kamari hiyo, ni beti na, na kama ni beti sawa. Kama wewe ni mcheza kamari endelea kucheza kamari, lakini kama unataka kutengeneza uh, source of income ambayo itakuwa itakuwa endelevu eh? Sustainability sijui eh? Inakuwa sustainable inakuwa endelevu, maana yake huu ndio mtindo ambao unatakiwa kwenda nao sawa bwana, kwamba unasuka eh? Unasuka uh, unasuka system yako ya kuzalisha hela, unairekebisha mpaka inaanza kutoa hela, alafu inapotoa hela sasa unarudi nyuma tena eh? so <laughs> sio unaiacha au unaizembea, unairudi nyuma tena, unaanza kuiboresha eh, kwamba iendelee kutoa iende kutoa hela zaidi, kwamba eh labda msimu wa kwanza umevuna umepata, ume, ume asilimia hamsini, which means umerudisha tu hela lakini unapoendelea kuikranki unaikranki eh, unaisuka unaikaza nati unakaza bolti hapa na pale, maanake hiyo system inaanza kupandisha nini naweza kupandisha faida mpaka unafikia kwamba unapata una faida kubwa. Au kwa wengine ni kwamba baada ya kuona kwamba sasa ninayo system eh, ninayo system ambayo naweza nikairipiti na bado ikanipa hela, mtu anachofanya ni kwamba anatanua eh? bana kwa okay. Sasa ninayo system ambayo nikifika shambani eh? nikifika shambani naweza nikakaa miezi mitatu nikavuna nika kwa faida sasa, kwa taali, mkidogo, kifuan, sasa kwa sababu tayari nachokiki system kidogo nachokifanya sasa nakireplicate, yani nakiendelea, yani kukikuza kiendelea kuki, kuki, eh, na, na kuki duplicate. Kwa hiyo ili, ilikuwa ndio hicho nasema kwamba ilikuwa ni robo eka, umeshazalisha robo eka successfully eneo hilo hilo, hilo moja, unaona okay, sasa kumbe naweza nikalima nusu eka ah, kumbe naweza nikalima eka mbili. Kumbe naweza nikalima eka tatu. Sasa kadiri unavyoendelea kulima kupanda juu huku ukiangalia soko soko lako kwamba kwa kwa na, na, na hapa ndipo juu huku ukiangalia soko lako kwamba demand soko ambalo ulikuwa unajipatia kipato, lakini pia sasa hiki kipato chako kinafanyaje hiyo ina, inakuwa kwa, kwa, Bwana Tafarii ulilima nusu eka o, nasema kwamba unachokifanya sio tena ku, eh, sio kungangania palepale, ni kwamba ku set new trajectory kwamba okay, nusu eka sasa nataka niende kwenye eka moja au niende kwenye eka mbili mm. Na ukiwa una system kama ichi sasa, hata ukienda benki unaweza ukawa convince wa kukopesha hela, kwa sababu umeiona system yako ikizalisha fedha kwa benki wakija, wanabeba bwana, nayo hii hapa data zangu hizi hapa makatasi yangu, hii ndo sehemu yangu ya uzalishaji, na hivi mimi ndo ninavyozalisha ni hela hapa. Sasa so ndipo benki wanapoweza kufanyaje kuongezea, na tumesema mara zote yani, unapotafuta mkopo tafuta mkopo wa kwa ajili ya expansion, sio mkopo wa kuanza biashara. Mikopo ya kuanza biashara sio, sio mikopo Uh, sio mikopo ambayo ni ni, ni sustainable, sio sio jambo ambalo ni sustainable sana, imewaumiza watu wengi. Kwa hiyo hii ndio process ambayo watu wanapita, mtu anzi na basi mia anaona, eh, okay, sasa nimeshajua njia zinapitwaje, najua wapi pa ku pa kuongeza, ongeza faida, basi niongeze niongeze eh, nitanue huduma yangu. Hatuanzi uh, na huduma kubwa alafu tuje tuishirinki tui, yeah, utapata hasara. Unaanza na huduma ndogo alafu tu. Sasa wewe hapa, kwa mfano uh, uh, usha, <laughs> usha uh, kama unalima nyanya, maanake wewe umesha crack code eh, yani umesha crack the code. Unasemaje? usha ushafungua password. Wewe kama ushafungua password, unachofanya ni kusogea. Bwana uh, mdogo anakwambia mimi, sasa uh, hivi naenda Dubai. Eh, mi sasa hivi nafuata nafuata mzigo Dubai lakini hakuanza kwa kufuata mzigo Dubai. Na angeanza vipi kwa kufuata mzigo Dubai? Bwana mimi sina, eh, sina mtaji, angeona mtaji ni ishu. Na ndio, e bwana, watu wengine huwa uh, wanazungumza habari za mtaji. Mimi naambia shida sio mtaji, shida ni wazo. La kwanza, shida ni wazo. Ya pili ni kwamba ilo wazo ambalo unalo wewe hapo unafahamu nao, unajua hicho kitu unachotaka kukifanya halafu mtaji woga unakujaga una, una wenyewe via boot, boot, bootstrapping. Bootstrapping maanake ni kwamba kifaida unachokipata kidogo kinarudi kwenye biashara. Kifaida kidogo unachokua unakuza mtaji. Baadaye una, una, unaanza nawe hapo kwenda Madubai, kwenda China. Lakini watu wengi woga wanaanza na mazo kwamba uke naweza nikaanzisha biashara leo afu nikaanza kwenda China leo. Hapana. Hizo mm, ni mbwembwe mbwe. So leo tumefika mwisho wa series yetu. Leo tumefika mwisho wa series yetu maana tulikuwa tunaangazia hatua tano safari ya ujasiriamali, uh, safari tano uh. Tumesema tulikuwa tunaangalia five stages entrepreneurial stage. Tunaangalia hatua tano za ujasiriamali na leo tumemaliza kwa kuangalia hatua ya tano ambayo ni mafanikio ama achievement. Sasa nikukaribishe kwenye kwenye hitimisho eh, kwamba ili wazo sasa tunataka tulifunge, tuli, tuli tulifunge ili wazo. Kuna mambo kadha wa kadha tutayaangazia kwenye hitimisho ka, nataka nikukaribishe sana kwenye video hiyo ya hitimisho. Tafadhali usiikose, nipe like, ipe contenti. Unajua siku hizi imekuwa ndo alafu subscribe usisahau kugonga eh, kugonga notification bell. Hakikisha kabisa unabonyeza hiki kibele hapa juu yako hapa napo, shusha vitu vingine eh, vitu vingine huwa kwanza kuipata, alafu sambaza upendo eh, najua kwamba kwenye kwenye kwenye video hii kuna kitu kimoja umekipata, ungependa kushare na ndugu yako, labda yupo kwenye moja stage hizo hapo na unataka kumpush kidogo, na unaisikia kabisa kwamba hii uh, hi, content ingemsaidia, please share naye, share naye na sababu yote ya kutokushana shana show ya some love comment ya pita eh, hapo kwenye comment hapo, afu tuambie kwamba vaje kwa sasa. Keep pushing man, keep pushing, keep fighting. Najua tu yaani mambo tu yatakuwa sawa sawa bwana. Adios muchachos, tukutane kwenye video nyingine.